Hey guys, habari zenu. Aa, ni matumaini kwamba ni wazima. Kwa majina anaitwa Lewi Sowile au Lewi kwa kifupi. Kwa hiyo um, tuko eneo ambalo tunaweza tukasema, kwa wale ambao ni wanaona mbali, tuko kwenye eneo fulani hivi ambavyo ni katikati ya Moshi na Arusha, tunasema hii ni KIA. Kwa hiyo um, kwa wale ambao wanakuja kwa lengo la kuwekeza Uh, ni eneo zuri sana, ni eneo ambalo ni lizuri sana ila, kuna vitu ambavyo ningependa kukushauri ili sikaingia hayo makosa. Kuna makosa ambayo wengine wameyaingia ambao nimekutana nao, kwa mfano moja ni mtu amenunua eneo eneo, lakini hilo eneo linakuwa kama lina ukanda wa maji, yaani ni mahali ambapo maji yana tabia ya kupita, kwa hiyo hata wakati ambapo unanunua ni pakame, lakini wakati wa mvua kubwa maji yana tabia ya kupita. Kwa hiyo hayo ni makosa ambayo naona wengi wanapatwa na nayo makosa pasipo kujua, lakini leo nikasema ni kasema, acha ni share uh, ile experience kidogo ambayo niko nayo sawa eh? Ehe, kwa hiyo ukiwa una target ile eneo la katikati ya Boma na Arusha hapa KIA, ni mahali pazuri sana pa uwekezaji au ni mahali pazuri sana pia pa makazi. Kwa upande wa kuishi inakuwa ni katikati ya Moshi na Arusha, alafu na pili, ardhi zake ziko affordable tofauti na Moshi. Wale ambao ambao wamekaa wamekaa Moshi wanajua wanajua, ambao wamekaa Arusha kwamba ardhi imekuwa imekuwa ikipanda bei sana. Sasa ni eneo ambalo, um, unakuta sio mbali sana na hii barabara ya lami, lakini pia usipende kukaa karibu sana na hiyo barabara ya lami, kwa sababu ya yale magari yanayopita usiku, kwa mfano magari yanayoenda Kongo yanayoenda Zambia, ni barabara kubwa sana hapa ya magari yale malori yanayopita kwenda hizo nchi. Kwa hiyo kwa usiku mkubwa sana ambao kuna utulivu, unakuta kunatokea hiyo changamoto ya kelele za magari, unasikia magari mipita yale makubwa. Kwa kuwa karibu sana na hiyo lami bado sio sio sio kitu ambacho tungependekeza, labda kibiashara kama frame za biashara na hivi, lakini kwa makazi ukitaka utulivu mzuri, usikae mbali sana na hiyo lami na usikae karibu sana na hiyo kwa hiyo tukasema moja ni ku- <coughs> kwamba usinunue ile eneo bila kupata mwenyeji ambaye anajua pengine ameishi pale au anajua. Aa, kwa mfano sisi tumekaa sasa ni muda, tunaweza tukawa tunajua. Kwa hiyo kuna eneo ambalo ukilipata ambalo lina changamoto ya maji, huwezi shindana na hiyo changamoto ya maji. Yaani, maji mara nyingi huwezi kushindana nayo. Kuna wakati yanakuja maji mengi Kwaho kama ni eneo ambalo lina mkondo wa maji inakuwa tena ni changamoto aa. Na ukishauziwa tena, labda uje utafute mtu muuzie tena, labda ambaye atakuwa anaweza kukabiliana na kukabiliana na hizo changamoto, lakini bado ni changamoto. Wewe mwenyewe ni changamoto kununua eneo ambalo mwingine pia amelikimbia kwa sababu la hiyo changamoto ya maji aa. Changamoto ya pili ni kwamba kuuziwa eneo mara ya pili, unakuta mtu ananunua eneo lakini anaona kwa wakili ndio sehemu salama zaidi. Aa, na wakili naweza nikasema ni sehemu salama, kwa sababu wakili anaweza kujitetea yeye mwenyewe, anasimama kama shahidi, anakuandikia mkataba wa kisheria basi. Hata kama ile eneo umenunua mara ya pili inakuwa ni kesi tena, na kumchukua huyo wakili kumpeleka tena mahakamani, bado yeye ana hiyo nafasi ya kuplay hizo hizo part zote kwa hiyo sasa kwa wewe kwa muda wako na kwa usalama wako, yani makosa ambayo limeona watu wakiwa wanatokea kufanya, unakuta mtu ameuziwa eneo, yani amenua eneo lake aa, mwezi wa saba, halafu anakuja kuuziwa mtu mwingine wa pili labda mwezi wa nne. Sasa nani aliyetangulia kununua? Sasa hapo inakuwa kuna mgongano ambao unamuelekea, lakini njia mojawapo ya kuepukana na hizo changamoto kwa ile eneo actually la KIA au Boma Ng'ombe au kwa Somali, um, njia moja mojawapo ya kuondokana na changamoto ni kuwashirikisha, uh, wale viongozi wa kijiji na majirani, maana ni watu ambao wamekulia hapa, kwa hiyo wanajua historia ya maeneo. Unaweza ukaepuka kununua eneo, eneo uzu, uh, kwa mara ya pili kupitia viongozi hao wa kijiji, mabalozi, mwenyekiti na majirani. Hilo ni njia ambayo unaweza uka epuka kununua. Na jambo lingine uh, jambo la tatu ni ongeze la upande wa changamoto um, ni changamoto ya tatu, ni pale ambapo hilo um, eneo umelinunua, ume, ume alafu ujali, u, uja, uka, ukaotesha miti ukaanza kulirenovate labda ilo eneo kwa kuotesha miti na migomba um, kiukweli tuna hiyo changamoto. Changamoto kubwa ni juu ya jamii iliyotuzunguka hapa, ni wafugaji. Saa nyingine unakuta hata punda wanakuja usiku, saa nyingine wale hiyo migomba ya kwako au miti uliotesha, wengi ni wafugaji mbuzi, ng'ombe walio nao, kondoo. Kwa hiyo unakuja kujikuta ile migomba na ile miti ulio ulio ulioiotesha imeliwa tayari. Kwa hiyo mwenye shida hapo ni nani? Naweza nikasema mwenye shida uh, ni wewe ambao miti yako imeliwa na migomba. Kwa hiyo hiyo ni changamoto moja hapo. Kwa hiyo jinsi ya kutatua hiyo changamoto ni kwa kuweka uzio kabla ya kuotesha hivyo vitu vitu kama miti, migomba na vitu vingine. Kwa hizo ni changamoto ambazo si tulipitia mwanzoni, nilileta migomba kutoka Moshi nikaja nikaiotesha, lakini still bado ililiwa. Na ukisema ugombane na majirani na umewakuta ni wafugaji, kidogo unajenga uhasama. Kwa njia ya ku, kuondokana na hilo basi ni kwa njia ya kuweka uzio, pengine hata ujenge laini chache za ukuta au labda uweke chain link au uweke namna yoyote ya uzio tu wa vile vitu ambavyo utaotesha kule mazingira ili ibaki salama na ukae vizuri na majirani. Sasa hizo hizo ni ni changamoto kama aina kama tatu ambayo nimeizungumzia. Moja ni ile changamoto ambayo unaweza ukanunua eneo likiwa ni la mkondo wa maji. Ehe, mbili ni ile kununua eneo mara ya pili, pengine kupitia tu wakili bila kuwashirikisha wale viongozi husika wa vijiji kama mabalozi, mwenyekiti na majirani. Ehe, tatu ni kwa upande wa vitu utakavyo baada ya kununua eneo, ukasema acha nioteshe migomba, acha nioteshe miti. Um, unakuta ni changamoto sasa hiyo pale ambapo uh, wenyeji ni wafugaji, kwao ni rahisi ile mifugo kuliwa na inapoliwa na wale wanyama, basi mwingine anachukua hata sheria mkononi kumdhuru ule mnyama, inakuwa tena imeshakuwa ni mgogoro kati ya majirani. Kwa hiyo kuondokana nayo changamoto ni kuweka uzio mm-hmm. Sasa nizungumze kwa habari ya faida, lakini leo nitazungumza faida moja tu ambayo nimeona kwamba ni faida kuu sana. Faida moja hapo ni kwamba um, kuna hiyo option ya kuchimba maji, yaani maji ni yanachimbwa lakini kwa mfumo ambao yana yanachimbwa yanachimbwa na watu tu wanaochimba, saa ingine wakatumia labda mashine ya kuchimba kama hii ya drill hii diga, au wakachimba kwa kwa nyundo na tindo. Um, lakini nizungumzie kwa futi katika ile eneo ambalo tuna uzoefu nalo. Uh, ni kama una unachimba futi 60, e, yaani kwa futi, kwa futi wale ambao wanajua kwa futi, futi 60 na kila